Tukae vizuri. Mimi ambacho naweza kumshauri mwanamke ambaye ananiangalia sasa hivi mm. Kwanza hajachelewa. Cha kwanza, kwa yule mtu ambaye bado hajafika haya maisha, usikimbilie maisha ya kuiga ya mtu, usiishi maisha ambayo sio ya kwako. Nikimaanisha ishi maisha yako. Cha pili, kama kuna vitu ambavyo tayari umeshavifanya nyuma ambavyo havikuwa sahihi jipe nafasi ya kuheal, alafu jaribu tena. mm -hmm. Usiweke kama, yani usiconclude kwamba yale ndio maisha ambayo yanatakiwa uyaishi. Cha tatu, uwe tayari kujifunza, uwe tayari kufundishwa, uwe tayari kuwa hambo, yani uwe mtu ambaye wakusikiliza na kufanyia kazi. Cha mwisho ambacho ni kikubwa, naweza nitakiweka, lakini usikate tamaa, jifunze, kubali kufundishwa, kuwa mtu wa kusikiliza kuliko wa kuongea mm. Kuwa mtu wa kutenda kuliko wa kupromis. Alafu jifunze kujipenda wewe, yaani kujipenda ianze na wewe mm. Kama unataka mapenzi kutoka kwa mtu fulani, hakikisha yale mapenzi unaoyafikiria unaoyawaza, anza kujifanyia wewe kwanza, jipende wewe, azuewe Jitunze, jua thamani yako. mm. asiwepo mtu yoyote kuambia we ufai, ajalishi una tofauti yoyote ya kimwili, ya kimwonekano, jikubali, wejikubali yes. Kila mtu ana nafasi yake kwenye hii dunia mm. kile ambacho mwingine awezi kufanya wewe unaweza kufanya mm. yes, kwa hiyo jiwekee malengo, nienda kwenye dreams zako mm. kitu kingine, kwa imani yako mwenye we mwenyewe, mshirikishe Mungu.